kujitokeza katika kujiandikisha na kuboresha taarifa zao mbalimbali mbali. Kama tunavyoona wananchi wakiwa kwenye foleni kwa ajili ya kusubiria zoezi la kuingia ndani kujiandikisha na kuboresha taarifa zao tume, uhuru wa uchaguzi, wengine wakiwa wanaangalia kwenye display taarifa zao mbalimbali, hivyo tume inawasisitiza wananchi kujitokeza ndani ya siku saba katika vituo vyao kujiandikisha kuwa mpiga kura, ndio msingi wa uchaguzi bora ishirini ishirini na tano Oktoba. Kila mwananchi anatakiwa kujitokeza katika kituo chake cha kujiandikisha ili ajiandikishe kuwa mpiga kura kwa lengo la kuweza kufanya uchaguzi uliokuwa bora. Kila mwananchi anatakiwa ajiandikishe ili uchaguzi huo uwe bora zaidi. Watu mbalimbali mbali, wananchi wamejitokeza katika kituo cha skuli ya Rege za Mwendo, Zanzibar, Mjini Magharibi, wilaya ya Magharibi a wakisubiria kuingia kwenye foleni ya uandikishaji. Hivi ndivyo ilivyo, wananchi wanavyoonekana kwenye foleni hizo wengine wanaangalia taarifa zao mbalimbali mbali kwenye display kama tunavyoona, wanatafuta majina yao kuhakikisha yaliyotolewa na ile display inatumika. Tunavyoona watu hapo wamejitokeza kwa wingi, wilaya Magharibi A, kituo shule ya Regeza Mwendo, wakiangalia majina yao kuhakiki taarifa zao kama ilivyotolewa na tume kwa usahihi. Wanaangalia majina yao na picha zao kuhakikisha kama taarifa zake mtu ni sahihi katika lile daftari la awali lililotolewa tume inaendelea na zoezi hili kwa muda wa siku saba. Hivyo shime kwa wananchi, wanaombwa kujitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba anajiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, ikiwa ni msingi wa uchaguzi bora. Ndugu wananchi wa wilaya ya Mjini Magharibi, nikiwa kama afisa msaidizi wa uandikishaji jimbo la Mwera, ninawahimiza wananchi kujitokeza katika zoezi la uandikishaji wa mpiga kura ikiwa ndio msingi wa uchaguzi bora ishirini ishirini na mbili ishirini ishirini na tano kwa awamu hii ya pili katika mikoa kumi na sita yote ya Tanzania ili tuweze kutekeleza wajibu na haki ya msingi tume uhuru wa ya uchaguzi INEC, imetoa muda siku saba kwa ajili ya ku, kujiandikisha kwa awamu hii ya pili na kuboresha taarifa zetu na kuangalia display. Hivyo ninawaomba wananchi wajitokeze kwa wingi katika maeneo yao kujiandikisha kwenye daftari hili la kudumu la wapiga kura ili kuweza kupata haki ya msingi ya kupiga kura itakapofika Oktoba ishirini ishirini na tano. Niwahimize wananchi, kwa kauli moja tunasema kujiandikisha kuwa mpiga kura ndio msingi wa uchaguzi bora. Niwaombe wananchi, tujitokeze kwa wingi. Zoezi hili limeanza jana tarehe kumi na sita na mwisho litakuwa ni tarehe ishirini tarehe ishirini na mbili mwezi huu wa Mei ishirini ishirini na tano. Hivyo wananchi tujitokeze kwa wingi kwenye vituo vyetu, tujiandikishe, tukishamaliza kujiandikisha, tusubirie muda wa kupiga kura utakapofika panapo majaliwa yake Allah. Asante.